Uhuru wa Yesu, amani ya Bwana, heri ya mwaka 2026. Askofu mkuu Musa Masanja Magwesela wa Africa Inland Church Tanzania, na askofu wa diocese ya Mwanza anakushukuru sana kila mwana Africa Inland Church Tanzania kwa kazi unazoendelea kuzifanya ulioyafanya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Mungu aliyaona maombi yako, Mungu aliyasikia, sadaka zako Mungu aliziridhia. Tunamshukuru Mungu ametujalia tena mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita ambao ndiyo tuna uwanza. Tunapoendelea na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita tunatiwa moyo na mstari wetu wa mwaka huu kutoka katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura ya kumi na tisa na ule mstari wa kumi na tatu uwe hodari tukajitia moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Namshukuru Mungu kwa ajili yako binafsi mkristo mshiriki wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mhudumu wa kanisa na kila mzee wa kanisa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila mchungaji. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila askofu katika diocese zetu zote saba. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kila idara, kitengo na vikundi tulivyo navyo katika kanisa la Mungu: idara ya elimu ya Kikristo, idara ya watoto, idara ya vijana, idara ya wanawake, idara ya injili na misioni, idara ya mafunzo ya Biblia na theolojia, idara ya kwaya, idara ya wanaume tulio nayo, tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo anaendelea kutubariki, na mwaka jana tumeona kazi zikiendelea vizuri. Sasa tunapoanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, hili neno limsaidie kila mmoja wetu kuwa hodari, kuwa na moyo mkuu, kwa ajili ya watu tuliopewa na Bwana, lakini hata kwa ajili ya miji tuliopewa na Bwana, miji tuliyonayo nayo katika nchi yetu ya Tanzania, uwepo wa kanisa unaonekana katika kila mji tulio nao, katika kila mji tuliopewa uwepo wetu, Mungu wetu wa mbinguni aendelee kuutumia ili kuleta mabadiliko katika taifa letu na katika jamii ambayo inatuzunguka. Mungu ametusaidia kuwa na vyombo vya habari ambavyo vinatusaidia sana, pia vile vile kufanya kazi kubwa ya kutoa habari za kazi tunazozifanya pamoja na maendeleo tuliyo nayo, Inland Radio tuliyo nayo inayosikika katika baadhi ya mikoa yetu. Tunamshukuru Mungu vile ambavyo ameendelea kuitumia kufanya kazi zake mpaka online. Mwezi huu wa kwanza mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita tumefanikiwa kufungua Inland TV ambayo itafanya majaribio kwa muda wa miezi mitatu, na Mungu wetu ataendelea kutusaidia sana. Kupitia king'amuzi cha Azam TV, Makongoro Church Channel imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa miaka mingi na kwa muda mrefu, ambayo imekuwa ikifanya kazi kubwa sana kila siku kutuhabarisha yale mambo ambayo yanaendelea kutokea katika kanisa la Mungu. Na ninamshukuru Mungu ya kwamba vyombo hivi viko mbele yangu ili kuweza kukufikia wewe mahali ulipo sisi ni wananchi na raia wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwa hiyo tunapokuwa wakristo hatuwezi tukaacha kutimiza na kutekeleza majukumu yetu katika jamhuri na katika nchi yetu na kwa sababu hiyo kwa upande wa kiroho tutaendelea kumshukuru mungu vile ambavyo anaendelea kutusaidia na kwa upande wa kimwili tutaendelea kumshukuru Mungu vile ambavyo anaendelea kutusaidia. Tunaye maeneo saba ambayo tunahitaji Mungu wetu aendelee kutuongoza. Tunapomshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya amani, tunaombea pia vile vile amani, ili kusudi Mungu wetu aweze kutujalia Tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya afya zetu, tunaomba pia vile vile kwa ajili ya afya zetu, Mungu aendelee kutusaidia. Tunatambua wengi walio wagonjwa na afya zilizo dhaifu na wale ambao wanahitaji huduma za afya. Lakini tunashukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya akili anazozitumia, lakini pia vile vile tunamwomba Mungu aendelee kutusaidia sisi kutumia akili zetu kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika maeneo mbalimbali tuliyo nayo katika maisha yetu. Tuna watoto wetu, tuna vijana wetu ambao wanasoma, wanahitaji ada pamoja na gharama nyingine za elimu. Tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya kwa upande wa ada na gharama za masomo, na tunamtumaini Mungu wetu wa mbinguni pia vile vile ataendelea kuwasaidia wazazi na walezi katika swala hilo la ada. Matazamio yetu ni ajira kupata milango kufunguliwa, milango kwa ajili ya ajira. Wale ambao wamekwisha kuajiriwa na wamekwisha kujiajiri wanamshukuru Mungu, na sisi tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni, vile ambavyo anawawezesha kuendelea kufanya kazi. Tunao vijana wetu wengi ambao wamemaliza masomo, wanahitaji ya ajira. Tunawaombea kwamba Mungu wetu ataendelea kuwafungulia milango ili waweze kupata ajira zitakazoweza kuwasaidia sana sana katika maisha yao, lakini wasisahau pia vile vile kujiajiri, kwa sababu ajira binafsi na zenyewe pia vile vile zinaweza zikawakwamua kutoka katika changamoto mbalimbali mbali za maisha walizo nazo. Tunapokuwa tumeajiriwa, tunahitaji kuwa na adili, tunahitaji kuwa waadilifu, na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uadilifu uliopo, lakini tunamwomba Mungu wetu wa mbinguni atamjalia kila mmoja wetu moyo wa adili ili kusudi katika yale ambayo ataendelea kuyafanya Mungu wetu ataendelea kumsaidia katika swala zima la adili. Mkristo anatakiwa kuonyesha uadilifu, na kwa sababu hiyo inamtia moyo kila mmoja wetu awe ni mtoto kijana au ni mzee kuonyesha uadilifu katika maeneo mbalimbali ya maisha aliyo nayo. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya ardhi aliyotujalia ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inabeba mambo mengi, inabeba mito, inabeba maziwa, inabeba mabwawa na maeneo mengine mbalimbali mbali, inabeba madini, inachukua mambo mengi sana, inabeba mimea na inachukua kila kitu. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya ardhi ambayo ametujalia sisi wananchi na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Lakini kila mmoja wetu, wale wanaomiliki ardhi, iwe ni ndogo, iwe ni kubwa tuitumie hii ardhi ili kusudi iweze kutusaidia sisi katika maendeleo endelevu tunayo ya tamani. Iwapo tuna ardhi tuna anga pia vile vile, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya anga la nchi yetu ya Tanzania tulilo nalo, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni hata kwa ajili ya vile ambavyo wanaendelea kutusaidia. Anga linachukua hali ya hewa pia vile vile ambayo tunamwomba Mungu katika mabadiliko ya tabia ya nchi athari zile ambazo zinaonekana anga letu likaweze kuwa vizuri, anga letu likaweze kuleta matumaini kwa Watanzania. Kwa miaka mitatu sasa tumekuwa tukitekeleza mradi wa ujenzi wetu wa jengo la ofisi kuu, ambalo ndio ningependa kutumia muda uliobaki kumshukuru Mungu, kumshukuru kila mtoaji wa sadaka yake na kila mwombaji kila mshiriki ambaye amenyoosha mikono yake, ambaye amefungua kinywa chake kutamka maneno ya baraka kuombea mradi huu, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni vile ambavyo ameendelea kutusaidia sana. Tulianza mradi huu Agosti mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Tumeendelea na mradi huu, tumeona vile ambavyo kwa muda wa mwaka mmoja Mungu wetu alitusaidia kusimamisha kuta zote na nguzo zote mpaka ku paua jengo hili na tumeona vile ambavyo Mungu wetu alivyotubariki kwa fedha ambayo Wakristo walitoa, kwa fedha ambazo familia mbalimbali zilitoa, kwa fedha ambayo viongozi wa taifa letu na wenyewe pia vilevile vile walitoa, na washiriki mbalimbali wa mapenzi mema walifanya kazi ya Mungu. Na sisi tunamshukuru Mungu kama vile ambavyo jengo letu linavyoonekana mpaka wakati huu. Mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne tulianza safari nyingine ambayo tumeendelea nayo mpaka mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kuanza kukusanya fedha kwa ajili ya kumalizia jengo hili kumalizia mradi huu ambayo tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa vile ambavyo ameendelea kutusaidia mpaka Disemba 31 elfu mbili na ishirini na tano tulikuwa tuna kiasi cha shilingi milioni mia mbili hamsini na sita laki moja na themanini na moja na shilingi mia moja themanini na tatu na senti arobaini na moja ambazo zimekuwa katika benki kwa ajili ya kazi hii. Sasa kazi tuliyo nayo ni kubwa, tunahitaji karibu bilioni tatu kuweza kufanya finishing. Sasa kwa kiasi hiki kidogo tulicho nacho Tumedhamiria kuendelea na kazi, kuanza kazi, hatuwezi tukasubiri kupata fedha zote. Sisi tunamwamini Mungu, tunamtumaini Mungu kuona vile ambavyo anaweza akatusaidia katika maeneo yote ya kazi tuliyoifanya. Sasa tunaendelea kumsihi Mungu wetu wa mbinguni aweze kutusaidia kupata kiasi hiki cha shilingi bilioni tatu pointi tano ili tuweze kuifanya kazi hii . Sasa tuna hii shilingi milioni mia mbili na hamsini na sita laki moja na arobaini na moja mia moja themanini na tatu na senta arobaini na moja ambazo tunahitaji kuanza nazo e, sasa hivi e, site ipo hai kabisa. E, mafundi wanaendelea kutengeneza majukwaa kwa ajili ya kazi tulizo nazo ambazo tunahitaji kuanza mara moja mwezi huu wa kwanza na tunamtegemea Mungu wetu wa mbinguni ataendelea kutusaidia vifaa vya ujenzi tayari vimekwisha kuletwa milunda imekwisha kuletwa na inaendelea kusimikwa lakini saruji na yenyewe pia vilevile vile inaendelea kuletwa mifuko mia sita imepatikana imeshaletwa na tunahitaji kupata kiasi cha mifuko mia nane ambayo tunaamini mifuko mingine mia mbili itaendelea kuletwa ili kusudi store yetu iweze kuwa na saruji za kutosha. Tunaendelea kutafuta mchanga, mchanga unaletwa, na tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni atakavyoendelea kutusaidia. Tunatumaini kabla majukwaa haya hayajashushwa mpaka upakaji wa rangi utakuwa umekwisha kumalizika, ili kusudi haya majukwaa yaliyotengenezwa yaweze kuwa yamefanya kazi kubwa, badala ya kuyasimika tena majukwaa kwa ajili ya kazi nyingine pale baadaye. Kwa hiyo Mungu wetu atutie nguvu. Mwaka bado ni mchanga kabisa, mwanzo huu wa mwezi. Mungu atujalie mwanzo huu wa mwaka. Mungu atusaidie tuanze mwaka vizuri. Mchungaji, mwinjilisti, mzee wa kanisa, mhudumu wa kanisa, mkristo Mungu akutie nguvu kufanya kazi hii. Niwasihi maaskofu pia vilevile waendelee kuhamasisha na kufanya kazi hii ili kusudi tuweze kushirikiana kwa pamoja, tukiamini ya kwamba Mungu wetu ataendelea kutubariki. Mungu akutie nguvu, asimame pamoja na wewe. Ninakutakia mwaka wa elfu mbili ishirini na sita ulio na mafanikio. Amina, tuombe kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru sana kwa ajili ya aliyenisikiliza Asante kwa ajili ya kazi anazozifanya, asante kwa ajili ya familia yake, asante kwa ajili ya wanaosoma, asante kwa ajili ya walio na ajira. Mungu wa mbinguni ninakushukuru sana, ninakuomba kwa ajili ya huyu anayenisikiliza, ninakuomba kwa ajili ya huyu anayekuabudu wewe, huyu anayekutumikia wewe, endelea kumbariki na kusimama pamoja na yeye. E Bwana, mtie moyo, zuia kila hila ambayo inazuia kazi alizo nazo na mipango aliyo nayo. Nakemea kila hila ya adui tuliye naye, awe ni ibilisi, iwe ni dunia hii, ibilisi na majeshi yake. Naomba Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba utatupatia ushindi na mkono wako e Bwana utaendelea kuonekana katika maisha yetu, tunaposafiri, tunaposhiriki mambo mbalimbali mbali na kazi mbalimbali mbali katika kanisa mkono wako E Bwana, uweze kuwa pamoja na sisi na uwafanikishe watoto wako hawa. Sasa Mungu akubariki na kukulinda akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili na kuinulia uso wake na kukupa amani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu amina. Amina. Kuchangia ofisi ya makao makuu ya AICT kupitia CRDB Bank account number 0150 28 74090 jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo. Vile vile ni pa namba ya Vodacom, hii ni 5515321, jina ni AICT uchumi mipango na maendeleo.